Sasa leo nimekuletea maombi salama, ambayo haya mara nyingi unasimama nayo wakati wa usiku, ili kuweza kurudisha kila kitu kilichoibiwa katika maisha yako. Kuna wakati mwingine unaweza kusimama katika maisha yako, lakini huoni kila kitu kikienda. Kuna wakati unaweza kuwa unaishi, unakuwa umri unaongezeka, lakini mafanikio yako hayaji sawa na vile ambavyo unahitajika kuwa. Hivyo, maombi haya ya leo ni maombi ya kukufungua katika roho, ili upate kurudisha kila kitu kilichoibiwa wakati mwingine unafanya juhudi katika shughuli zako, lakini unaishia kuwa mpweke na mwenye huzuni sana, kwa sababu kuna mkono wa mtu usioonekana moja kwa moja unachukua baraka zako na kuishi nazo. Sasa tunakwenda katika maombi haya, ambayo haya ni maombi special kwa ajili ya usiku, ili tupate kurudisha kila neema iliyochukuliwa. Maombi haya utakiwa kuyafanya kwa kuogopa. Maombi haya utakiwa kufanya ukiwa una doubt Yaani, ukiwa na mashaka ndani yake kwamba itakuwa ama isiwe. Tengeneza imani yako, amini kwamba kila unachotamka kinafanyika katika ulimwengu wa roho, na ndipo kinatokea pia katika ulimwengu huu wa mwili, na kila unachotamka kinakuwa, kwa kuwa imeandikwa, kila mtu atakula matunda ya ulimi wake. Katika neno Mungu alipotamka iwe, ikawa, ilikuwa ni katika maneno haya ambayo pia tunatamka leo hii. Hivyo kwa imani tuende katika maombi, tupate kurudisha nafsi yako, tupate kurudisha hatima yako, tupate kurudisha kibali, utukufu na nguvu za rohoni. Maombi haya ni special kwa ajili yako. Naomba pamoja na mimi katika imani, sema: Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako nikiwa na kiu ya urejesho wa kiungu. Ee Bwana Mungu Muumba, leo ninaomba kuhusu mambo yaliyotokea rohoni ambayo sielewi kikamilifu. Sijui kama ni rafiki, kama ni ndugu, ama kama ni mchawi, ama kama ni mapepo wa ndogizani wameniibia, lakini kwa kuwa wewe haulali, hausinzii ni Mungu usiye sahau, ni Mungu unayetazama kwa ukamilifu. Basi ninakuletea mbele zako nikiamini kwamba wewe unatazama, unaona, unakaa katika kweli, unakaa katika hukumu unakaa katika haki. Hivyo leo, mikono yoyote isiyo ya Mungu iliyogusa nafsi yangu iliyochukua nafsi yangu, mikataba yoyote ya giza iliyobadilishwa katika hatima yangu, maneno yoyote yaliyotolewa kunipunguza katika maisha yangu, baraka zozote zilizohamishwa kimakosa, leo ninatangaza, leo ninatamka, leo ninaongea kuhusu baraka zangu, ninaongea kuhusu nafsi yangu, kibali changu, china langu, ninayapeleka haya yote katika damu ya Yesu ili nipate kutakaswa kwa vita vyovyote vya kirobi vinavyokuja na silaha yote itakayotoka mbinguni, ijue ya kuwa nimesimama katika haki na rehema za Mungu aliye mkuu. Maana katika urejesho wa nafsi yangu imeandikwa Zaburi ya ishirini na tatu tatu. Yeye huirejesha nafsi yangu. E Bwana, rejesha nafsi yangu mahali palipovunjika, rejesha nafsi yangu mahali nilipogawana na mtu nafsi yangu bila kujua. Kila mahali kuna kipande cha nafsi yangu, mahali nafsi yangu ilipogawanya gawanya, katika kila mkoa, katika kila nchi, katika kila mwili wa mtu aliye hai hapa duniani, ninaomba urejeshe nafsi yangu kwa maana wewe umesema katika Zaburi 23:3 ya kwamba wewe unarejesha nafsi, na tena ukasema tukurejee wewe utaponya maasi yetu. Popote nafsi yangu ilipoharibiwa, popote ilipochukuliwa, popote ilingia katika mikono isiyo ya kiungu, leo hii naitisha nafsi yangu irudi nyumbani, irudi katika mwili wangu. Naita nafsi yangu irudi katika majina yangu, naita nafsi yangu irudi katika majina yangu. Hapa tunaposema katika majina yako Manake unataja majina yako matatu sawa sawa na jinsi ambavyo umepewa na wazazi wako, lakini usisahau jina la ukoo wako na jina la baba yako, kwa maana Mungu alionya, alionya katika kitabu cha Zaburi akasema, baba zenu waliona dhambi gani kunirudia mimi? Akasema dhambi za baba zenu zitawarudieni nyinyi. Taja majina yako yote matatu, jina lako, jina la baba yako na jina la ukoo wako. Hii inarudisha kwa haraka nafsi yako, maana nafsi inasikia jina la nyumbani, nafsi yako inasikia sana jina ulilopewa na wazazi nyumbani, ile jina la ukoo wako hivyo tunaposema kuhusu nafsi, unaita nafsi yako siku kwa majina yake matatu, ukitumia Zaburi ya ishirini na tatu tatu, ukiisoma Zaburi ya ishirini na tatu mstari wa tatu, huo ni mstari wa kuitia nafsi yako wakati wosi, na unaita nafsi yako mara nyingi ukisema, naitisha nafsi yangu irudi nyumbani, unasema nafsi yangu irudi katika mwili wangu, nafsi yangu irudi katika majina yangu utaita mara nyingi mpaka utakaposikia moyo wako na kuwa mwepesi. Wakati unaomba maombi haya utakuwa mzito kidogo, utakuwa na usingizi kidogo, maana wakati wa saa 9 ya usiku mara nyingi mwili huwa umechoka, unatamani kuendelea kulala, lakini jilazimishe kutamka, jilazimishe kutamka, jilazimishe kuongea, ukiitisha nafsi yako irudi katika mwili wako. E Bwana, nipe nafsi yangu. Bwana wa mbinguni, muumba mbingu na nchi, ulinijua toka tumboni mwa mama yangu. Imeandikwa katika kitabu cha Yeremia 31:4 ne. nitajenga tena na hautajengwa kwa maana Mungu anajua kujenga, na popote ulipopajenga hapana mwingine awezaye kujenga. Katika Yeremia 31, hatima yangu nisiweza kuifikia, ninaidai leo, ninaita leo, katika majina yangu yote matatu, katika nafsi yangu, katika mwili wangu. Baraka zangu zilizokamatwa kimakosa, zilizokamatwa na rafiki yangu, zilizokamatwa na yoyote memba wa familia yangu, jirani yangu, ama mtu yote nisiemjua, njia zangu zote zilizofungwa nataka zijengwe kwa roho wa Mungu, zirejeshwe kwangu, zirudishwe kwangu zile baraka zangu, ile amani yangu ile hatima yangu ile njia yangu iliyopindishwa ikaenda kwenye miguu ya mtu mwingine, ninataka sasa irudi kwangu. Ile hatima itembee kwenye miguu yangu, isitembee kwenye miguu ya mwivi, isitembee kwenye mbegu za mwovu, nataka itembee kwangu leo. Bwana, fungua milango yangu tena. Bwana, fungua milango yangu kwa mara nyingine, ninaitisha, fungua milango yangu ilipo mikononi mwa mtu, inirejee, ije kwangu, rejesha ramani ya maisha yangu Ninapotakiwa kupita ninapotakiwa kufanya biashara ninapotakiwa kukanyaga ninapotakiwa kwenda, hapo nirudishie ramani yangu, fungua milango yangu iliyozuliwa, mahali nilipofungwa kama buibui bui, ninataka nitoke leo, ninataka nitoke leo. Naita hatima yangu nisiweze kufikia, nifikie baraka zangu zilizokamatwa kimakosa na mwizi, zirejee kwangu, na uongozi wa miguu yangu katika njia iliyo ya nuru, nirudishe nafsi yangu, nirudishie hatima yangu, mimi katika majina yangu matatu, mimi katika nuru yangu usiku huu nimekutumainia wewe Bwana Mungu muumba wa mbingu na nchi, nikiwa na kiu ya haki, nikiwa nataka kupita kwenye njia yako. Uyasamee maovu yangu yote, uyasamee madhambi yangu yote. Najitakasa kwa damu ya mwanakondoo Yesu Kristo, yeye aliye Neno, Roho wa Mungu aliye juu yake, initakase katika nchi yangu. Popote nilipokosea, nilipotenda dhambi, nilipotenda maovu, nioshe kwa isopo, nipate kuwa safi, nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Ninataka kurejesha kibali changu. Naomba urejesho wa kibali changu, naomba urejesho wa kibali changu. Ee Mungu wa mbinguni, popote nilipokataliwa, popote nilipoambiwa hapana, popote nilipoambiwa nenda tuza kuita na sijaitwa mpaka leo hii, popote ambako kibali changu kiliondolewa, akapata rafiki yangu, akapata mwivi wangu, akapata mtesi wangu, akazuia mtesi wangu, ni leo hii napokea kibali changu kipya, napokea kibali changu mbele za watu, napokea kibali changu mbele za milango, napokea kibali changu mbele ya fursa zote nilizotakiwa kuzishika mikononi mwangu. Naita utukufu ninaita utukufu, ninaita utukufu kupitia neno la Yoeli 2:25. Imeandikwa, nami nitakurudisha miaka yako yote iliyoliwa na nzige. Bwana, utukufu wangu uliopungua, mwanga wangu uliotoweka, sauti ya roho iliyoibiwa, ninaita sauti yangu, ninaita utukufu wangu, ninaita neema iliyo juu ya naita fadhili za Mungu zipate kwa wangu tena. Mwanga wangu uliotoweka, nuru na taa yangu ipate kuwaka tena. Ishuke sasa kama moto wa mbinguni. Uinuke ndani yangu Bwana, Roho Mtakatifu. Ufanye kazi katika nafsi yangu katika mwili wangu, katika utukufu wangu, katika kibali changu, katika funguo zangu, narejesha nguvu zangu za rohoni, narudisha nguvu zangu za rohoni nilizozipoteza kupitia uzinzi, nilipozipoteza kupitia kushikana mikono na mtu, nilipozipoteza kupitia kupokea fedha ya mtu, nilipozipoteza kupitia nguo zangu, kupitia mabaki ya mwili wangu, kucha zangu, nywele zangu, nyayo zangu nilipokanyaga. E Bwana, naomba urejeshe nguvu zangu kanyage, ebuana, za rohoni, kibali changu, nyota yangu, e Bwana nguvu zangu za kusimama naomba tena. Nguvu zangu za kuomba zirudi tena. Nguvu zangu za kupambana katika roho zirudi tena. Nguvu zangu za sauti yambe ni kibali changu, popote nitakapoomba kazi, popote nitakapotamka nuru, mafanikio. Sauti yangu iwe kibali changu, sauti yangu iwe nuru, sauti yangu iwe funguo. Sauti yangu ikabomoe kuta ambazo zilikuwa zimenizuia nisipite hapo. Milima idondoke, milima ianguke, na ule mti mkubwa mbele yangu ninaamuru ng'oke sasa ukaangukie baharini. Ninaamuru kila aina ya kizuizi kilicho mbele yangu sasa kichomwe moto katika jina la Yesu Kristo. Ninasimama nikiwa ninaamini, nimefunguliwa, nimerudishia funguo zangu, kibali changu, nafsi yangu, nguvu zangu za kiroho, na hakuna roho, hakuna giza, hakuna nguvu itakayeweza kunizuia tena. Ninaomba usiku huu kwa imani, kila nguvu ya malaika aliyosimama katika dunia hii usiku huu, wakati watu wamelala, wakati watu wamesinzia wakati watu wamepitia usingizi, hawapo tena katika dunia hii, wapo katika ulimwengu wa ndoto, ulimwengu wa kupanda mbegu. Mimi napanda mbegu ya maneno yangu, naipaza katika muhimili wa dunia, na kwa Mungu atawalea miisho yote ya dunia. Nafsi yangu na kuita popotoli, kibali changu na kuita popotoli, roho yangu jawa ya na nguvu zipate kurejea kwangu. Nanyang'anya kibali changu kwa rafiki yangu, nanyang'anya kibali changu kwa rafiki alenibia Nanyang'anya kibali kwa ndugu alionipia. Nanyang'anya kibali kwa milima. Nanyang'anya kibali kwa ukuta. Nanyang'anya kibali kwenye mikono ya mtu aliyemwivi. Nanyang'anya kibali kwenye mikono ya waganga wachawi wazinifu. Popote nafsi yangu ilipogawanyika katika mili ya watu wengine, leo katika ninarudisha, leo katika jina la Bwana Mungu mumba wa mbingu na nchi, nimeomba katika majina yangu yote matatu katika usiku huu na siku zote, kila iliyo haki yangu ipate kurudi kwenye mikono yangu, irejee kwangu. Hiyo kwa kwa ni haki yangu, ninaomba kwa Mungu ajuae hukumu kama Mungu ishivyo katika kweli, katika haki na katika hukumu, ninaomba leo hii unipe vibali vyangu, funguo zangu, mamlaka yangu itim nitembee katika njia yangu, nipate kazi na fedha, ntakayoipata unikumbushe Bwana Mungu wangu kuwatolea maskini, na katika yote hayo nipayo, nikumbushe kuwatolea maskini, kumbushe kuwalisha wajane, nikumbushe kuwapa wenye njaa chakula changu, nikumbushe kuwapa nguo wasiokuwa na nguo, nipe moyo wa upendo, nipe moyo wa imani, nisimame katika njia yako. Nimeomba haya yote katika jina la Roho wa Mungu Yesu Kristo aliye hai, nimeomba na kuamini.